Wakazi wa wadi ya Mang'u, eneo la Gatundu Kaskazini, kaunti ya Kiambu, walipigwa na butwaa baada ya sehemu ya kituo kipya cha elimu ya chekechea kubomolewa. Kituo hicho ka... Kumradhi mtazamaji, kituo hicho cha St. Francis ECDE ambacho ni miongoni mwa zaidi ya vituo mia tatu vilivyojengwa na serikali ya kaunti ya Kiambu kiliharibiwa usiku huku baadhi ya milango ikivunjwa pamoja na vioo vya madirisha kupasuliwa, tukio hilo ambalo wakazi wanasema huenda lilichochewa kisiasa. Wakazi waliokerwa na kitendo hicho wamelaani vikali uharibifu huo na kuwataka maafisa wa uchunguzi kuchukua hatua za haraka kwa nasa wa wahusika na kuhakikisha wanachukuliwa hatua za kisheria. Tujue hii ni mali ya umma, ni pesa ya umma imetumika, na hii ni shule ya watoto wadogo, labda mtoto wako atakuja kusomea hapa. Kwa hivyo kutumia hii kitu kama vyenye imetumika sasa, naweza sema ninaikasifu kwa njia kubwa sana, na niseme sisi sio e, msimamo wa wakazi wa Mang'u. Ama ya eneo yote ya Gatundu North. Hii ni kitu ya mtu binafsi na huu ni ugaidi na ningependa ile serikali ichukulie hatua wenye wamefanya hii kitendo.